zalendo kusimama mbarabara na kufunga barabara kukubali kufa bunduki kiteniki kiten ya yulu kingine na kiatu ka kupasuka. Anakamata bunduki, anaenda kwa barabara, anaenda kule kufro hana chakula hana baba hana mama na hana ndugu kule. Na FRDC kila siku anapataka makuta yabo ya mwisho wa mwezi, kila mtu anapataka furanga yabo. Mwenye kupata makuta iko hapa, mwenye apate makuta iko hapa, mwenye tetelea inji yeye anakuwa kufia inji hapo ya yake, na hana mavazi hana chakula hana madawa. Huyu mwenye humwenye anapokelea inji kila siku anapokea makuta yake viatu yake iko navyo, iko na madawa yake, iko na masasi yake, iko na mabunduki yake yote, lakini aliambiwa sipigane, iko na kimbia. Akipigana maana yake ya na vilema ako. Lakini mpaka aliambilapga kg pale watakuambiaka batu walitoka ba kule babuyu balikuyaka, batu walitoka Salamabila, batu walitoka Kalemi, batu walitoka kama Kasai, bakomali walitoka ba Kishasa, muzalendo iko pale, pale, ishafa kama 2 semaine na 3 semaine iko napigana pale. Mungu abariki wazalendo sana, atubariki sana sababu, Mungu ndio tutele moyo na kama hii inchi itatulipaka si bazalendo ya Noru Kivu na Sidi Kivu, basi itakuwa hii laana itakuwa kubwa. Lakini dunia na nchi nzima inajua kama sisi tulizibilia hiyo vita, na ikiwa vitaisha kwa makaratasi, ikiwa vitaisha kwa makoro fulani, haiko bure. Kuna damu ilimwangika pale, kuko watu walikufa pale, kuko wajamaa walieba watu yao walifia mwele vita, wazalendo walifia mwele na wanazidi kufa siku kwa siku, sacrifice kwa tolewa siku kwa siku lakini wengine wanasema sasa vile ni muzaa unauza, ni black, ni black juu mfamia kwa mwa kweli, mtu mwa kamata silaha anaingia na ile roho na ile damu yake mwangike pale uteki ile pale na mabasha yako unjua, utajua kama ni kweli au ni bongo benye viko huko na bisikia tu. Hivi sasa vile ni vitu leger unavisema, lakini wakati roho itamfukia yeye kwenda kwa mzalendo akamata silaha pale, au utasema tena, na utampatia ule ndugu yako kumi dolari na kumi dolari ataikatale na kazi nataka kuwa mzalendo pale, ni sauti ya Mungu ilisimama pale pale kwenye unaona pale, kile kibambazi kile pale, kama nyola pale katogota pale, ni kibambazi ya Mungu ile, kama ile kibambazi ya Yeriko yenye iliweza kusimama na kusimamisha maadui pale pale. Kuna kibambazi, kuko damu ya Yesu iko pale yenyewe inasimama pale, kuko kibambazi kabambi iko pale. Mon frere il faut que vile ce n'est pas pour rien, pale kuko na kufia batu na vita itatambuka ka pale pale vita kwa ile kilalo huku uku nabangiacha kujiunga naa kang kaa bali resile kule Nord Kivu baka kuchangiwa sisi huko atuchangiwi ndio kitu tayua kile juu. na kingine Mungu alikataa vita itafikaka kutambuka pale kuyo mkaa. Niko naongea juu niko nasusia nchi yangu na nasiongele bubaya, niko naongelea juu ya susia nchi. Mi niko mzalendo tu, mzalendo kamilifu. Nilianza buzalendo bwangu demil sisi na hivi gisi. Niko hapa niko mzalendo Depuis demil sisi iko nabiabinisha nipitia na kunipitia tena juu ya nchi ya Kongo. Miki nitasema, bana wazia sasa sie bazalendo kama hatukufaa buzalendo bwetu bwa kianaume kia gisi tuko kuma frontiere gisi, mzee anatoka kusema, mzee makana kipale anatoka kusema, anasema sawa eh, Uvire Tombe ile Kalemi nayo itakuwa nini? Una rezone usionge tujakongea tu, ukritike muzalendo na mukritike mpaka mfaso ya mwisho. Usikritike muzalendo muzalendo ndio nakueka leo kule Bukali, mauaji ngapi ku goma goma na Bukavu? Banduku yangu batu wanakufa, batu banamalizika, batu banaisha

Situko na susia benye kufa, hatuna susia defendre defendre tu benye abistahiri. mm, brama wa Kongomani siwogisi, Mungu alituroga shetani e, alituroga aiko Mungu. Mungu atusukule kwanza akili kwanza, menasemaka mzalendo kulomba ile haki kabisa eske. Hakuna vengine vetu tulikuwa tunazipatia nawana habana. Habana kazi sawa hii ha? Mzalendo anajitoa mwili yake kumupatia ile haki ninanjikiwa Biblia karizana na kula zake. Sasa wewe utakatala bandugu, kama leo Ruvungi mpaka Fiz leo tungali tunalala tungali tunatembea, kama litoka Burundi, vile kafika hapa Kalemie, ningekuwa mimi ningemwambia sasa, ulipita barabara yenye nachungwa na banani. Ile wakati M23 na wazo ngeingia hivyo M23 ngeingia Uvira, kwa watu wa mwa akili Mkongo zingali zinakufa sana shirti wangitia, prezida wanatatupatia fimbo njo tukue tunasikia mbio dada, umeshinda njo vi ma kama hatuna mafimbo, tupigwe fimbo za kweli kweli. Hii e Kongo haitanyoroka ah, juu mutu anajitoa, anakusaidia, mupa shukurani inakuwa kukogotana, mupa shukurani inaomba mpake kuwe Huyu mutu ananitesa kushukurani tu mtu asha kulogotia, sandolari namtoshia hata ndolari mpatie, ni vigumu maake. Ule mutu mwisho na mwisho tutakufa tu maskini shkurani. Shkurani. Kwa sababu haunashukurani mtu mwenye ana shukrani. Kwa kifupi mimi naweza malizia pale, mtu kama hana shukrani na hana shukrani tu, na mwisho anapotezaka nawatamulogotea nawatampatia yeah. Lakini sie pamoja na Mungu tunawaombea wazalendo, tumua wabariki waendelee kutoza ile pesa, ni haki yao ni haki yao kabisa. Mtu kufia kitu kama hiki, ipe yetu bazalendo wanafia budongo yabo Tuka basi wana wasi, mini nilisikia ke batatoma mabariere batafanini. Nikasema ile yote biko wanasema, biko wanaenda wanaenda wanatushia heshima kubazalendo, ni kwamba wao biko mungambo ya M23 ndo wanafanyaka vile vyote, kusema kama batoshe mabariere, ukitoka kama uko naenda, hata kama haya kulomba kama uko na franga zako, lakini leo eske Mwana kutoka Uviro napika Maluvungu, nakusikia tena I, i, ile mama, mama masasi tena banaua batu wafani siju bazalendo banachunga barabara. Sasa woko napita leo na franga zako natoka mpaka Lugungu narudia Uviro naenda mamisisi na franga zako. Kutoa tu mili franga, waendo na bapatia ile mili franga mili franga. Inaomba masermoni tena ya bicho vilungule wafanye nini. Opposition nakuwaka lakini ni makuwe nabo. Ni venye kupenda nchi. Opoza, kwa kile, sema wewe nchi apendi nchi. Opoza, ni mwenye anapenda nchi na anatetea nchi, njo kazi ya opoza. Misika yetu tuko njoba batu mabaya, batu mabaya. Haiko, haiko obligatory kila mtu kwa mzalendo, no? Haiko obligatory. Me, kama kuko batu wenye balijipanga mubarabara bakasema, sisi tunakatala hivi. Balianza kupigania ngambo za Ruchuru bakarudishwa bakaenda Bukavu, wazalendo wakafurushwa, bakakimbia. Walipofika Kamanyola wakasema, hapa Selafin, kama kutua, tutaishia hapa. Sisi hatukubali muendelee kufika huko. Kama huko bilifika, tuko tunarudishwa kisiasa, wanasema repris strategique, wanarudishe watu wanarudishe na wazalendo. Wazalendo wa Nord Kivu wakarudia kupori yabo kule, wakabakia fasi moja wa huku, wakarudia huku. Nikashukuru Mungu kisi Walipofika pale wakasema, hatutambuki hapo. Grupe la verite kwa na lala usiku na mchana, kwa na pana ma-information mpaka katire di mate, kwa na fatila kwa na pana ma-information na, na bazalendo kamili ba grupe ba wenyewe ba kwa na pana ma-information yiko siri tena, yenyeo palpapu lenye kwa siri tere. Sasa kusema ule mutu kwa na sema mzalendo, kwa nafanya kazi gani? fwa mzalendo ajiretrouve eh. Ule anajijua kukunia gani na ni mtu gani. Swati so, ni mgeni wa nchi yetu iko pale na mission ya kutoa ba moya kukazi, kubamaliza imani yabo au kubafanya baderute, batoke kumulengo wako wa kizalendo waende kumulengo wenye wa kukimbia kazi alafu adui aingie. Donc ule kazi yake ni kudecourager bazalendo ule deja ni adui. Gutipe ni adui adu, ule. Sio mtu mzuri. Eh, tunaishi nao lakini, mtu aniia mbaya hautamsaulika mtu anajifanya kama asikii kumwambia unafanya kama hasemi kitu, iko na resonance ya kukukasia uko unaambia mtu, unawaza kwa na kusikiliza nia yako miko na resonance ingine ya zaidi, kwa maana unakazana na uzalendo, kwa maana unakazana na kutetea inchi, subachi tu inchi babe. Kuna mwingine wanasemaka vile, ba mimi tuko tunabaona vile tunabasikia, uko unasema vitu sasa, vile vya matope mubache vakuye kuko vitu vinaendelea Inchi aiko ya kiseketi, inchi ni asiba Kongomani fuku yaka vile tuache rebele njia kuye akamate tu msaidie kama vile vile nchi yenu inaenda aliojua nini alituitaka tukaikala pale. Sasa kama wewe bado unafikiria mambo mengine donc, wewe hako parimi mwa Kongomani, uko na nchi yako ingine. Wewe uko wa hii nchi, uko wa nchi ingine? Mimi najua si 100% rebelle kwa na 20% sisi tuko na 80%, parce que tuko benyewe ndani ya gouvernement, tuko na uwezo wa ku convaincre rebela awezi kutushinda. Sibatwa government, sibatwa government, tuko napoa government, siba zalendo yeye, ule M23 ule afse twibwanio awezi kutushinda. Ae bako bako vale bazungu, bazungu kubasemea kama bule bunyanguzi wote, kitena pale bule ni bunyanguzi ni buimbwa. Na, ninasemaka kila siku na ile imbo yote yamebentura kuoka mu grupe la verite mbele tu yaikamata na bila kuijua itoke mu grupe, kimbio jikate wewe peko jitoe. Hatuna bezwe ya mtu mwenye kwa na mrengo si wa kutukusha tu tushi niko na mrengo tukamatisha inchi wala kukimbizisha siku inchi yetu kubulongo yetu utukimbizishe wewe. Akili yako yako njoo lisoma kushindia yetu wewe njoo kujua kama si njoo hatuna akili wewe yako moyo njoo tudirije si watu milioni tuko sa milio da da vita population elfu mia moya inaweza kushinda na population ya duzi milio ya Rwanda. Acha vile bitu ya ovyo sana. Ule papa mwenye kusema vile semu zanibu kujire turuwe tu msamea yuke kwa nasema. Uvo numa, mwake numa siyase vule walkaiki vule wazamani mwenye kwa datilize. Ye njuka na kileke ngali ba, iko chini sana. Ayo kwa nasema akijua kama nivo za watu zinaachana, na sasa hivi watu mingi macho yako mbali sana na akili ziko yulu sana. Ae, kufungula akili na macho, sisi tukamatisha ile burafiki itakuwaka, jamani, jamani, haitakuwaka. Asmfambmba baongee, banakubali, batatoka ba mixe jeshi ba, bataenda kuformasio batakupata maformasyon batabakia kujeshi bale Banyerwanda batarudia kuwapo angepata kichapo pale kwa sira tuko nayo jua, pale Bukavu na Goma no wa si, jua <laughs> pale Mungu tusaidi bukuje tuangalie mahabari ma ya kesho kesho, kesho tapala tutapata manuvel information. Rwanda inasema nini? Kongo inasema nini? Bazalendo inasema nini? FRDC inasema nini? tutaiwa nani? mwanaganye mwenzake kama Rwanda njoo tatukiaka mwnchi yake au Rwanda njoo tatokaka mwainchi kwenda kwavo, ituache humu na sisi tudirishe nchi yetu umu. Tutaona kesho, tufuate habari za kesho.